Napenda kwa shukuru tena sana kwa kumtau kumjamaa wewe mheshimiwa, kwa wewe kumjamaa kwa chama cha UDA, lakini tunafanya naye kazi. Amen yeye na mheshimiwa wa rukuru wote wako kwa UDA, lakini tunafanya nao kazi pamoja na kama kaunti kwamba sisi tunahudumia wananchi. Yes. Mambo ya vyama tuache kwanza. Yes. Tufokas tu yes, kwa matatizo ya wananchi. Na kuna wengine ambao wanaona wana Natembeya. Wana Je, yeye mtipatia kura mingi kama gavana? Mkaipatia mjie saba peke yake. Sasa so, Mungu amejua kuna uhusiano kati ya MCA na gavana. Wata wata wata wataendea serikali namna gani kama wao na MCA. Lakini hawa wanao kasia sauti ya wananchi kwa ground wakasema hapana tutafanya kazi na gavana. Hawa ndio wamenishikilia huko aliwaandaa hii njia ya Natembeya. Mimi nisema tu kweli. Kuna mambo wewe hapa ndakawa afanya makosa, anaweza kuwa ni hicho. Lakini kuna wengine ambao hawataki kusikia ukweli, wanasema tunaweza kupata namba ya memes, sio kutosha tutoe Natembeya. Hiyo ndiyo wale wanauliza. Awao ulize Natembeya amefanya makosa gani? Wanasema makosa yatapatikana, tutafuta makosa baadaye. Au kuwa na taifa la Kenya ambao walikuwa na namna hiyo, ambao ndo anakuwa anahisi chafu na kupangapanga kijama kwa sio nzuri. Wakati wananchi wameenda mchokoa viongozi, mpatie viongozi nafasi wafanye nini?

pesa niko kwenye madhabahu hapa kaunti yetu, hata kwamba tunajaribu kwa marekebisho marekebisho blanda ya ya kurudi kule mbegu, hamtawahi kuona basi mtoto atakunywa maziwa, hakuna barabara itatengenezwa, hakuna maji itachimbwa hata kwa makanisa mtaweza kuona mnaona kwa kanisa wana yeah, wanakuja tu kaja kutafuta mbona kuja kudanganya watu alafu wanapotea. Nataka uongozi ambaye anakaa na mwananchi kabisa, tunatembea sisi wote ili ukiniambia shida ya Cyprus ni nini, mimi najua ni nini. Kifo kama anadanganya pembe, niko na watu hapa na bila maana. Kifo anasema ni ukweli, unapata mara nyingi ni ukweli, si ndio? Kiongozi ambaye anaelewa matatizo ya watu yake, namna gani? Viongozi wote ambao tuko nao kule mbele wameuza mali yote ya Western Union Walianza ile jina ile kule Malakisi ile ile ya cotton ya pamba wakauza kama hiyo. Ile ile ile Kitinda ile ya maziwa wakauza ikaisha. Wakaenda wakauza Mumias ikaenda hivyo. Jana wameuza zoe ya sukari, sukari pamba. Waliuza Pan Paper kana wanatangaya kuna kuna private investor anakuja kutengeneza. Pan Paper mekufa. Ukienda Webuye ilikuwa town ni vibrant. Hata walikuwa na team inaitwa Pan Paper, si ndio? Walikuwa na stadium, walikuwa wameajiri watu wetu, ilikuwa ni mali imejaa huko. Sasa hizi ukienda Webuye inakaa kama simeti imebaki hivyo. Sasa wale ambao wamekuja kuinvest katika mambo ya sugarcane ya, ya ya ya ya sukari, private investors ndio wanaenda kununua kununua hizo factory zetu za serikali, ile wana ya wananchi wa kawaida wanatumoa. Na mimi najua ile njama wako nayo, wanataka kununua hiyo alafu waue sukari ile, bei ya sukari ndio kule juu, watafuta wafanyikazi, hakuna kazi ya jamii, watafanya mkulima kulipa tu, itakuwa ni shida sana. Mheshimiwa Lubana amekuwa anatuambia sasa hizi ile mbegu ya miwa ambayo analeta sasa hivi. Ukisha panda, ukuletea mbegu, ukupatie mbolea upande, ukupalilie. Ukijua na ile ya kwanza unalipa madeni yako, si ndio? Ya pili ile ambayo unatekelewa kwa kwamba utakuja sokoni ukate miwa alafu ingine mimea iko ndani yako, na pia ile ile ile. Ama ina mimea. Hivi ndio pili ile ndio. Eh? Ile ndio ndio ndio ndio. Sasa maskini hataki chochote na ameshikana viongozi wetu ambao tumeweka kuna mbele ya tabati, sio ya mimi. Sina ubaya na hawa ni ndugu zangu wakubwa, lakini ile hila ambayo tumefanyia sisi kama jamii hatuwezi kubali tena. Mimi nikisema kwamba nataka mdui ya kwa united msitaki atupige pamoja. Mimi mambo ya kabila kwa kutu hakuna, hata mtu atupige kwa mimi. Na Natembeya ni kabila Mnyamaza, ongea palize, imo mkono seme Natembeya mkabila, alifanya jambo gani na mkabila.

Si ndio? Na yes. Jamii zingine zote ambazo ziko Trans Nzoia hii tukae pamoja, maana kama tukae pamoja, matatizo yetu haita wahi kukisha. Tukijenga lami hapa sio ndio ndio atakanyaga peke yao. Hapana. Wala ambao kama kule Mzore kuna lami imejaa, imejengwa kila mahali huko. Wale wakaana ambao muko hapa Cyprus. Hiyo lami huko mnakanyaga hiyo lami. Si mnakanyaga tu matope na ukungu na hapa na ukungu. Ya sote sisi yeah. So tujenge kaunti yetu. Tukisema mpaka umoja wetu sisi kama jamii ya Western, tushikane kama jamii ya Western. Ili tukienda kwa ile meza Nasema watu <coughs> wa sehemu hii, region hii na hiyo ni cosmopolitan. Wanakaa namna gani? Ama namna gani? Ile Wakamba kuja na Kalonzo, ringitia pia na watu wa Mlima huko. Alafu Raila anakuja na watu wa Nyanza, si ndio? President tu kwa kuja hapo karibu tibaji. Tukienda eh, kwa hiyo meza, tunaongea maswala ya mbele huko Afrika. Maana kwa hiyo meza kama hakuna sauti. Sasa hii sauti ya mtu iko pale. Maana wewe tangu la na wajumbe waende kwa National Assembly kwa kundi. Wajumbe waende tena watu wanatoka kwa hindo. kwa. President amempatia tukazi. Akiamua kumfuta leo ama ambia wa mjuzi wa mfukuzi hata hiyo sifika jioni. Hata afadhali alikijili kakaa kidogo yake atakuwa tu ana hata muda ndokwenda muda baada ya kutoa kazi kama prime minister aliandikwa na akasema, you been appointed the prime cabinet secretary na Trump, ndio utakuwa na kulipa mshahara kila mwezi anapanda, ndio ndio pesa leo hii. President Ruto akitoka na yeye aambia atoke sasa, toka tu, lakini wale watu ambao wanaenda kuingiza kwa serikali juzi yeye akaenda ka negotiate na President Ruto mbao, na mabango kama ni serikali katika. Sasa hii sio rahisi president afute mtu kama mbadi. Ni ngumu, lazima atauliza raiba. Akubaliane ya afute yeye. Lakini wewe tangu na muda atauliza nani? <laughs> Sina kufuta tu. Na <laughs> inakwisha hivyo. Sasa mimi ujiuliza jamii namba 2 kwa tunabebwa maembe namna hii. Kwa sababu tunatumia nyumba ya watu wengine. Sio tu wao huko Mbeya, wao huko United. Lakini wao tutakaa pamoja na ODM. Kuna muda wa coalition zinaitwa Azimio, kwa mfano, ujipata kura wakati wa ugawana vitu. Jamani, hiyo kwa serikali kama si ndio? Mm, wanawaacha watu wengine wapi nje sasa? Mm, hasa ka na banki nikulialia hapa nje kuchimba makaburi, kama watu wamekufa, kama ng'ombe imekufa. Sisi tunazaliana na kutorokana siku hizi kwenda kupasua kwenda kwa matanga na kubeba maji ndio kusumbuliwa sumbuliwa na jiji endei jingo so kulo lo ndio tafuta yote kimeba ndio ndio masikini watoto wako na kuashokoa watoto wako waweze kusoma hii shule. kwa sababu gani? Wewe angalia ile kazi tunafanya hapa hivi, mtu ambaye kitoka kwa sababu tu Ulaya ambaye kitu anzoea namna gani, akuja tu kwa hapa, aulize swali, hao watu ni masikini ama ni matajiri? Angalia ile mashamba yamekaa, atasemaje? Anasema ni matajiri maana mmelima mashamba vizuri sana si ndio? Yeah. Lakini ndani ya nyumba zetu kiko utajiri bali ni umaskini. Nani huyu amepanga njama kwamba kwamba hii tunatoa jasho mnalima, lakini matunda mtu mwingine anakula hiyo matunda. Sasa mimi napigwa vita kwa sababu niko na formula ya kuvunja hiyo ujanja si ndio? Yeah. Ili jasho yetu iweze kutulipa na na mtu maskini ni mtu anaweza control, mnaona wanasiasa mnaochagua na wanapotea Anaenda anatafuta pesa baada ya miaka mitano anakuja na promises zingine zile zingine nyinyi mmesahau. Analeta mpya. Na nyinyi mnapiga makofi tu. Simpanga chini. Saa hizi imefika wakati wa kujiuliza sisi. Na maswali inatakana kuanza kuuliziwa ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa. Yesu mwenyewe alikuja, mwana wa Mungu, aliuawa kwa kusema ukweli, si ndio? Yes. Kuna wale watu ambao wanaitwa disciples wana ambao walikuwa 12. Unajua kila walikufa wengine? Unajua kila walikufa? Hamjui? Yesu walio kwa msalaba wa na mila kapigwa hivi. Kuna wengine walikuwa wanasumbuliwa kama hivi wanaangalia TV. Kuna wengine walikuwa wanazikwa kama wanaangalia hivyo ilikuwa hai. Unajidua kaburi unafunikwa hapo. Lakini walikuwa wanasema kwa hapo Adam kitufanya namna gani? Injili si lazima endelee <coughs> sisi wa Kristo lazima kuulizo iendelee. Na ni posta kuna Kristo. Watu wa Kristo watakaji kuwa watu waoga. Hata hii mambo ya madhipati unaweza jamba vingi. Kwa Kristo ndio alikuwa wa mbele. Wale kana kana Bishop Muge walikuwa mbele. They paid with their life. Sasa kama waling'ang'ana hivyo wakakufa, wamewacha Kristo ambao ni waoga. Hata hata sasa hivi bado wana na Mungu anamwongoza na bado ziki, na mlangia hapo ni kujua waoga malioni na hivyo, mjiangalie hivi, umelewa na mimi sitaki kuongoza watu ambao ni waoga, vile wameuza kwenda gumiazi, wanang'ang'ana wana hand over kwa gumiazi Saturday wanaambia chairman na managing director namaidirecta mwende mhandova factory yetu kwa Saturday muhindi on Saturday, onauelama, alafu wanauzia muhindi shamba ekari elfu shirini kwa kila eka wanalipa shilingi elfu hamsini kwa miaka thelathini shilingi for 30 years.

Wanalima chai, bei ndio ile kutoka danganya wasa bei imekuwa mzuri. Bei ikipanda juu, wakulima wote sasa wameacha, kenda kule Central Road watakuwa wanalima kahawa, kule Kiambu, kenda kule Kiambu saa hizi. Yes. Wame pombe kata kata kahawa, wanapanda wanapanda nyanga wana mabomba. Hizi ambayo ni kulima kama hiyo. Hizi maskini, lazima angalie mkulima. Ndipo unaona atambia anaweka nini? Na waletea mbegu kidogo sio? Si mmepanda. Nataka yeah. Nifukuze njaa nyumbani. Na zingine watu waende kufanya biashara na na na pesa, kwani saa hizi dijange